Je, wajua? Kuna mto ambao ulizaliwa na machozi ya mwanamke aliyesalitiwa na ndugu zake, mwanamke aliyekufa kwa moyo uliovunjika. Lakini roho yake, roho yake ilifanya kitu ambacho hakuna mtu aliyewahi kufanya. Mwisho wa hadithi hii, uamuzi ni wako. Swali ni utachagua nini, chuki au msamaha? Hapo zamani za kale, zamani sana Kulikuweko na kijiji kidogo karibu na mlima wa maporomokoni. Katika kijiji hiki aliishi mwanamke aliitwa Neema. Neema alikuwa na kipawa. Kila alipopita kwenye mashamba mazao yalizaa mara mbili. Alipogusa mgonjwa, ugonjwa ulikimbia. Watu walimwita Neema wa Baraka. Lakini kipawa hiki kikubwa zaidi kilikuwa mkono wa shaba, mkono uliotengenezwa na madini adimu kutoka mlimani. Mkono huu ulikuwa na nguvu ya kuleta utajiri, afya na ustawi kwa familia yake yote. Baba yake Mzee Jabari alimwambia, mwanangu, mkono huu ni moyo wa familia yetu. Usiuuze, usimpe mtu yoyote. Neema aliahidi, lakini ndugu zake Juma, Halima na Aziza walikuwa na wivu, wivu uliowala kama moto. Siku tano baada ya mazishi ya baba yao, ndugu watatu walipanga njama. Tusimuue, Aziza alisema. Tukate ule mkono tu, tutakuwa matajiri. Usiku wa giza walimnywesha Neema dawa ya kulaza. Kisha Aziza alikata mkono wa shaba. Neema aliamka kwa kelele, lakini ilikuwa tayari mkono wake umeshachukuliwa. Ndugu zake walichukua virago na mali zao wakahama usiku ule ule. Hawakuangalia nyuma, hawakusubiri kuona Neema alikuwaje. Neema alibaki peke yake katika kibanda chake, damu ikitoka, moyo ukivunjika. Neema hakuweza kusimama, hakuweza kulia kwa sauti, alilia kwa uchungu mwingi. Machozi nayo yalikuwa mengi mno. Damu iliendelea kutoka, uchungu ulikuwa mkubwa mno si uchungu wa mwili, bali uchungu wa roho iliyovunjika. Alipumua mara moja, mara mbili, mara tatu, kisha pumzi ya mwisho. Neema alifariki pale pale, peke yake, bila hata mtu mmoja kumwomboleza. Baada ya kukata roho, machozi ya mwisho yalitoka machoni mwake, machozi ya uchungu, ya usaliti, ya upweke, yalianguka chini, yakaanza kutiririka. Tone moja likawa mbili, mbili yakawa kumi, kumi yakawa mia. Machozi hayakuisha, yalizidi kutiririka, yakitoka mahali ambapo mwili wa Neema ulilala. Asubuhi watu wa kijiji walikuja, Walikuta kibanda chake kimejaa maji, maji ya chumvi yakiwa yanatiririka nje, yakitengeza kijito. yametoka wapi maji haya? Mmoja wao aliingia ndani, alikuta mwili wa Neema, macho yake bado yakiwa wazi, yakitazama mbingu. Amefariki, lakini macho yake bado yanatiririka machozi. Watu walishangaa sana, waliogopa. Hawakuweza kumzika Neema. Siku zikawa wiki, wiki ikawa miezi. Maji yalikuwa yakitiririka bila kukoma. Kijito kikawa mto, mto ukapita vijiji vingi, ukabeba hadithi ya Neema. Mimea ikaanza kumea kando kando, lakini maua yalikuwa meusi ya giza, rangi ya majonzi, rangi ya kifo. Watu walisema, huu ni mto wa machozi ya Neema, usinywe utakufa na huzuni. Juma, Halima na Aziza waliuza mkono wa shaba. Tajiri mmoja kutoka mji wa mafanikio alinunua kwa fedha nyingi. Ndugu watatu walipata utajiri wao. Walinunua mashamba, nyumba, ng'ombe na kila kitu walichokitamani, lakini utajiri haukuleta furaha. Kila siku Juma alipata ndoto mbaya. Alimuona Neema akimtazama kwa macho yaliyojaa machozi. Halima hakuweza kula. Kila alipojaribu kumeza chakula, alimwona Neema akikaa mbele yake, mkono wake ukiwa na pengo. Aziza alisikia kilio, kilio cha mwanamke kinachoomboleza usiku wa manane. Miaka mitano ilipita, majuto yalizidi tu kuwaua. Siku moja Juma alisema, lazima turudi tukamwone Neema, lazima tuombe msamaha, lakini Nasikia fununu amefariki. Halima alisema, basi twende kwenye kaburi lake. Aziza aliongeza, tuombe msamaha kwa roho yake. Wakaanza safari ya kurudi. Baada ya safari ndefu, ndugu watatu walifika karibu na kijiji chao, lakini kitu kilikuwa kimebadilika. Kulikuwa na mto, mto ambao hawakuujua. Huu ni mto gani? Juma aliuliza. Walifuata mto hadi wakafika kwenye kibanda cha kale, kibanda cha Neema. Kibanda kilikuwa kimebomoka, lakini pale pale ambapo Neema alifariki, ndipo mto ulipoanza. Ndugu watatu walishikwa na huzuni, wakaanza kulia. Neema, samehe! Juma alipaza sauti. Tulikosea, mkono uliuzwa, Aziza alisema kwa sauti iliyovunjika. Hatuna, lakini roho yako tunaitaka, itusamehe Ghafla waliona kivuli, kivuli cha mwanamke kimesimama kando ya mto, kivuli chenye umbo la Neema, lakini hakuwa hai. Ilikuwa roho yake, roho ya Neema. Haikusema neno, ilitulia tu pale ikiwatazama, macho yake yakiwa si ya hasira wala si ya furaha, yalikuwa tu na uchovu Neema, Juma alipiga magoti. Tusamehe tafadhali. Roho ya Neema ilisogea karibu, ikanyosha mkono, mkono ambao haukuwepo, mkono wa shaba uliokuwa umeondolewa. Ndugu watatu walishikwa na hofu, walidhani walikuwa wanakaribishwa kifo, lakini lakini roho ya Neema iliwagusa. Mguso wake haukuwa wa baridi ya kifo, ulikuwa wa msamaha. Pale pale roho ya Neema ilipogusa ndugu zake, mto ulibadilika. Maji ya chumvi yakaanza kubadilisha ladha. Chumvi iliundwa na machozi ya huzuni, lakini roho ya Neema ilikuwa imesamehe. Machozi yalikoma. Rangi ya maji ikageuka kutoka weusi wa giza, ikawa rangi samawati, rangi ya tumaini, rangi ya msamaha. Mimea ilianza kubadilika, maua meusi yaligeuka kuwa meupe mazuri, yenye harufu nzuri. Na maji maji, yalikuwa matamu, matamu kuliko maji yote ulimwenguni. Watu wa kijiji waliokuwa wanatumia maji yale kwa usafi walionja, wakashangaa sana. Waliyaonja maji wakasema, ni matamu maji ya mto huu ni matamu mno. Ni kwa sababu Neema amesamehe, roho yake imepumzika. Ndugu watatu walikaa kando ya mto wakilia, si machozi ya huzuni, bali machozi ya shukrani. Roho ya Neema ilitabasamu, kisha ikazimika. Ilitoweka kwenye upepo, hatimaye ikapumzika. Sasa wewe unayesikia hadithi hii, je, una kitu chochote kinachokuchoma rohoni leo? uhasama na mwenzako kisasi kwa mtu aliyekukosea, wivu kwa mtu aliyekushinda? Hadithi hii ya Neema inakuonyesha njia ya ukombozi. Msamaha si kwa ajili ya wale waliokukosea, ni kwa ajili yako mwenyewe, ni kwa ajili ya roho yako kupumzika, ni kwa ajili ya kupata amani. Neema alisamehe hata baada ya kifo, alisamehe hata ingawa ndugu zake walimwibia kila kitu. Alisamehe, na roho yake ikapata pumziko. Hata leo wenyeji wa mkoa wa maporomokoni wanaamini kuwa Mto Pendo ndio ule mto wa Neema. Wengine husema maua meupe huelea juu ya maji usiku wa mwezi mpevu, ishara kwamba roho yake bado inalinda watu wake. Wengine husema ikiwa utakaa kando ya mto huo usiku wa manane utaona kivuli cha mwanamke, kivuli kinachotembea polepole pole, kikiwa kimetulizwa na msamaha. Je, wewe utabeba chuki yako hadi ufe, au utachagua kusamehe na kupata amani kama Neema? Je, umewahi kusamehe mtu kwa kina kama Neema au unachukulia kisasi? Tupige maoni hapo chini, tunataka kusikia hadithi yako na usisahau kugonga kitufe cha kusubscribe na kuwasha kengele ili usikilize hadithi nyingine ya kusisimua. Tuonane kwa hadithi ijayo. Asante sana.